Mara ya kwanza tuna jambo hili muhimu la maonyesho ya wanyama hai, lakini pia tuna maonyesho ya elimu mbalimbali. Tunawaomba wananchi wa Dar es Salaam na mikoa ya jirani waje viwanja wa vya Sabasaba hapa Kilwa Road, Dar es Salaam kujionea wanyama hai. Kuna mimi mwenyewe nimejionea simba, e, nimeona kuna duma, nimeona kuna e, kasongo pia yupo hapa, lakini nimeona pia kuna tembo tembo ambayo ni mnyama miongoni mwa wanyama wakubwa lakini hapa unapata fursa ya kumlisha na yatakamilika tarehe tano Januari. Kwa hiyo Christmas tupo hapa, Boxing Day tupo hapa, na tumewaongezea wananchi siku tano za kufungua mwaka eh, 2026. Kwa hiyo tuwaombe sana wazazi, tunafahamu kipindi cha sikukuu kuna changamoto nyingi, lakini hapa ni mahali salama, wawalete watoto wao, wazazi wenyewe waje waweze kutalii kujionea wanyama, kupata elimu. TanTrade fostering business.